Homa. de ongoendba <tuhi> <Hiu mbuena tuhi> <mana. tuhi> kwa tafsiri ya nyimbo uh, kwamba inawataka Wakongo wawe pamoja yeah. kwa tafsiri ya nyimbo inataka Wakongo washikamane kwa tafsiri ya nyimbo inataka Wakongo wawe imara wao kwa wao. Ndiyo. Lakini inakuwa haina maana yoyote kwa kinachoendelea sasa Kongo. Kumulika, kumulika mwanga wa amani ndani ya, ya, ya Kongo. Ya Kongo. Unamulikaje, unamulikaje mwanga wa amani kwa hichi kinachoendelea? Na ndio maana anasema haina maana yoyote hiyo mwimbo, si umeelewa? ha. Maana yoyote hiyo mwimbo kwa sasa kwa kuimba kwa kinachoendelea kwa sasa, kwa kinachoendelea kwa kinachoendelea nyimbo thimu yake inabaki kuwa ina maana ina mantiki inamtaka mwana wa Kongo asimame mara. Ndiyo. lakini kwa hichi kinachoendelea inakosa mashiko inakosa tafsiri inakosa maana eh, maadili yake yanakuwa yamemong'onyoka yame maanayake yamesawijika sana, sana, sana. Ni mashariki mwa Kongo Unajua, Kongo ndio moja kati ya uh, mboka mnene Afrika, nchi kubwa sana Afrika mm. Sasa ukiangalia, ukienda maeneo kama wa Lubumbashi kin Iko sawa Iko sawa Ila ukiangalia masuala ya Kongo Mashariki manake ni Kongo Mashariki, he, sasa. He, Kivu, I, Goma, mashariki Bukavu Bukavu yake yote yes. ile Beni Butembo kama unavyosema e, ni kwa sababu pana hey, mwingiliano ya ki watu ya asili ya ya, ya, ya tofauti na Kongo mm. Ukiangalia mfano kama Bukavu chanzo cha hizi machafuko yote ni pale tunasema wapi? Tunasema Kongo ya Mashariki ambako mji wake mkuu Goma. Na ukiangalia Kongo yote kwa ujumla yake ina miji mikuu mikubwa mitatu mm. panayo Kin panayo Lubumbashi, alafu mji mwingine ni Goma ambao unakadiriwa kuwa na watu zaidi ya wakazi zaidi wa milioni mm. ambao wako pale. Sasa machafuko yametoka wapi? Pale kuna shida uh, wakati, wakati wa koloni wanagawa mipaka ya kinchi ki wakati unagaiwa mpaka wa Rwanda na Congo Mashariki, yeah. Kuna Watusi ambao asili yao ni Rwanda walijikuta wali wako ndani ya nchi ya Kongo wakati mpaka zinagaiwa kwa, ikaibuka vita ya kikabila kati ya Watusi na Wakongomani ambao wako mule ndani, Wakongomani tukidai kwamba wale Watusi sio Wakongo, wanatakiwa warudi kwa Rwanda uko. wow. wow. hmm. Naona ndio matatizo ikaanzia pale, na wale wa Rwanda wakasema si tozabakongole yeah. Tuko ndani ya Kongo, sisi ni wa Kongo, hatutaki rudi tena huko Rwanda iko e, ikatokea hapo, hizo hizo hizo hizo mabishano na nini, na kuibua vikosi nyingi sana za wasi ambayo ilikuwa ina inaibua mapigano. Sawa. hmm. Sawa, kitu ambacho mimi na nakiona kwenye mtazamo wangu mimi ni kwamba hmm ile Kongo kukosa siasa safi mm. mm. ndioko kinachoendelea mm. kwa sababu Kongo manake ni kwa kwa Afrika mm. unazungumza kitu kikubwa sana mm. upande wa madini yes. mm. umeelewa vizuri bwana, uh, upande wa wana mpira wale wana mafuta yeah. inasemekana wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana nini wana, tuna bat, uh, wa, wana wana madini ambayo hayapo unanielewa yeah. Kwa, kwa kwa hichi ambacho kinakuwa kinaendelea, maanake kama pangekuwa pana siasa safi kama pangekuwa pana hakuna huo mong'onyoko wa maadili na vitu kama hivyo maanake, saa hizi Kongo ilikuwa kitu kingine kabisa, ilikuwa kitu ingine. Na ukiangalia vitu ambayo umetaja huo utajiri uh, unaongelea madini ya cobalt ambayo asilimia sabini ya hizo madini duniani inapatikana Kongo ndiyo, ukiangalia madini ya dhahabu ambayo inapatikana Kongo ambayo imechimbwa tu mpaka saa hii haijafikia hata asilimia hamsini. Ndio ya madini ya wa dhahabu, kuna madini ya bat, kuna madini ya kobani. Madini ya kobalt ndo madini ambayo inatumika utengenezaji ya mabetri wa simu yeah, madini ambayo inatumika utengenezaji wa beti za magari na vifaa nyingi sana ya kielektroniki inapatikana Kongo wa mashariki Kongo wa mashariki pano Watusi uh, changamoto zote ambazo zinatokana tutazungumza matatizo ya kisiasa matatizo ya nini, kwa sababu ya zile madini, madini. Kwa sababu hata vikosi za waasi kitu ambao wanataka, mfano kama M23 katika kikao ambao walikaa mwaka 2009 mm, ya, ya, ya makubaliano, kipindi hiyo ilikuwa wanaitwa CNDP mm, ilikuwa chini ya kiongozi alikuwa Laurent Nkunda, mahitaji mm, yao ilikuwa ni kwamba wanataka kutambulika mm, ndani ya jeshi la Congo, yani ile kikosi ya waasi wajumuishe ndani jeshi ya Kongo yeah. Lakini vile vile wanataka kutambulika uh, katika uundwaji wa serikali. Kwa maana gani? Wale uh, M23 walikuwa wali wako pale uh, kwa ajili ya kutetea maslahi ya watusi ambao nimewazungumza mwanzo, ambao wako ndani ya Kongo. Wale watusi wanataka watambulike ndani ya Kongo. Hamuna mkongo yoyote ana, ana mpaka saa hii anamuaccept Uh, Mtusi aliyopo kule Goma kama ni Mkongomani na hesabu kama ni mm. Ni, ni Mrwanda. mm-hmm. Sasa wakati wamekala ile kikao uh, kipindi wanajiita CNDP, ilifanyika Machi 23, ndio ikatokea yeah. M23 M23 huko yeah. Naona kufikia mwaka 2012 ndio akaamua kujiita sasa M23, kwa sababu yale ambayo alikubaliana hayakutekelezwa na serikali ya Congo, ndo kusema sasa, ili kukumbusha ile makubaliano ya Machi 23 Movement 23 sisi sasa ndo tutabadili kikundi yetu yeah, ili kuendelea kupigania, sababu wao wanaamini kwamba wanapigania uh, wanapigania ambao nimeyaeleza yeah, kwa ajili kuingizwa ndani ya serikali ya Kongo mm. Na katika, na katika mara zote vita ambayo huwa zinatokea ndiko ambapo pia tunasema uchotwaji oh, uh, wa madini unafanyika. Kama hivi tunaongea leo, kuna mambo mengine nyuma na kuendelea, madini zaidi ya tani nyingi sana. Hicho kitu kinafahamika na kila mmoja anakuwa na, anaelewa hmm. Lakini hatupo sana huko hmm. Eh, kwa sababu tunafahamu utajiri wa Kongo kama tulivyoeleza hmm. Tunafahamu eh, vitu vingi ambavyo achana kupatikana tu vitu ambavyo vina, vina E, vinaiendesha dunia kwa sasa mm. au sio mm. kwa teknolojia yoyote mm. athiri yake au uh, mchango wake mkubwa mm. ni, ni madini yanayopatikana Kongo. Yes, sasa sisi hatuko huko, sisi tupo kwenye koma mm. kwenye kukomboa maadili na mazingira pia mm. hatuwezi uh, kusema nini kifanyike kwa sababu sisi hatupo eh, kwenye nchi ya Kongo mm. lakini tunazungumza kwa sababu tunaumia huku tuna yes tukiamini kwamba chochote kama kita kitafika kwa sababu wako wa Kongo hmm. pamoja na kwamba kuna hii kuna, kuna hii kama mlikuwa hamna na kupeni kwamba uh, wa Kongo kwa asilimia sabini hmm. wanaongea Kifaransa kizuri kuliko Wafaransa wenyewe yes, sir. We, unajua hiyo. <laughs> au ndio nakupa leo yaani <laughs> na yes uh, asilimia hiyo hmm. kuliko Mfaransa mwenyewe yeah. wa Kongo wanaongea Kifaransa kizuri. Na kuna Wakongomani hawajui Lingala, wanajua frankisi. Yes. Tena huko Kongo ya, ya mashariki hmm. Yes, lakini hichi Kiswahili watu wengi wanakifahamu. hmm. Umenifahamu? tunaweza unaeza tukaa hapa kukomboa maadili, kukomboa mazingira, wakasikia. kwa namna moja au nyingine ni ubinafsi tu, ubaki nyuma, alafu binadamu, utu, wakumbuke nyimbo ya taifa hmm. ya, ya Kongo Saimu. inasema nini? hmm. Umenifahamu vizuri bwana? wapendane wao kwa wao. Umenelewa? wanaweza hiki ambacho kinaendelea kikakoma mara moja. Umeelewa? Kwa sababu huenda wakawa wamesahau sisi tukawa nafasi ya kuwakumbusha mm -hmm. Lakini ninyi au kama kama ukiwa una, una, una, una asili ya Kikongo mm -hmm. Wewe ukiwa unaona yale mauaji, yale machafuko yanayoendelea, eh, kwangu mimi fikra inarudi haraka haraka, nafikiria sana watoto wanaozaliwa wakawa wanaona zile pirika na zile mbio mm -hmm. Naona watakuwa na roho yenye ukasi kiasi gani? Yaani kitu kinanichanganya unajua, hmm. Nakuwa nafikiria mara mbili mara tatu hmm. Wewe Petit hmm. Eh, una una una una kipi cha kusema kwa haraka kwa namna ambayo mtu anaweza akasikia akawa ameelewa? Ukitoka sasa ukienda Tandale ukienda Manzese ukienda Mangomeni ukienda tunasema Mwananyamara ukikuta hmm. wale watoto jinsi wanakuwa asilimia kubwa pardon ila asilimia kubwa ni watu ambao wana maadili, tabia zote, aina ya tabia zile ambazo hazipendezi mwenye jamii, ndio wako nazo. Kwa sababu gani? Jinsi wanakuwa ndio wanaona, anakuwa anaona mama anaenda mwenye kigodoro, anakuwa anaona kwamba baba yuko mlevi, anakuwa anaona kwamba mama maneno machafu, baba kuzurura usiku, makambo ya fo, anaona ndio kitu ambacho kiko Kongo hmm. leo hii unaongelea una, una Kongo, nasema ni watu ambayo wakatili unasema ni watu ambao tunasema ile moyo ya ya mroo nguvu e, e, moyo ya, ya, ya kubembeleza ni, kwa sababu ni gani? Eh, eh, msikize, unasema sababu sababu... Eh. Yani, kufatana na hiyo mauaji kiukweli kabisa mtoto hmm. wa kikongo akiona damu inamwangika kwake ni kawaida hmm. kwa sababu gani? anaiona toka iko mtoto kidogo hmm. Kiukweli sisi wakongomani tuna yani, sijui ni neema ya Mungu tu, ila ukiona kwenye kwa mauaji jamani, mm. wa Tanzania mm. muko na amani mnene muko mm. na amani, na ndio maana uki, ukiangalia sana wakongomani wengi ni wakimbizi, ukienda mainchi ya nje mm. utakuta wakongomani wengi sana mm. Mm. kwa sababu gani tunakimbia hiyo mauaji? Yani wale watu wana roho mbaya, wewe unaweza eh, kuona kwa wajinja, roho mbaya eh yani romba stadi kwa wewe una yani, wanachinja wana mtoto noko pale mm. wanabaka bibi yako noko pale mm. ile ni roho ya mtu, ni roho ya kinyama. Tukisema ni roho ya nyama, banduku yetu, vraiment tuna miomba, mtuombee sana mm. mutukumbuke kwa maombi mm. nchi ya Kongo, najua wandugu zetu wanateseka sana mm. wanauawa sana mm. Yes, wenye wanakula mali ni wengine hmm. ila wanaokufa ni raia hmm. ndio le wanasemaka hivi tembo mbili ikikutana inapigana hmm. inateseka ni majani hmm. Kiukweli tunateseka afu ukiona walivyokuwa wakalamusi hmm. wakisikia fujo enakuya wanatuma, jua, na kuya wanatuma wandugu zao pe etranger juu wanajua hao. Ah, wengine hawana na uwezo wa kukimbia sasa hmm. sie tunakufa bu innocent, bu innocent. Hmm. ya kutetea ardhi ya nyumbani Juya, hey. Hmm. Sijui umenyelewa paka pale. Nakuelewa paka pale. Yaani Kongo ni, yaani Kongo usikie vile vile tuna amani. Na ukiangalia hii vita inarudisha maisha ya watu sana. Mm. Ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii ukiangalia hey, the way ambavyo ukiangalia hii fujo like fujo napitikana hapa hey, inarudisha maisha ya watu sana. Afu wa mtu na nyumba yako na jikuta uko na nyumba nzuri afu nalala kupori juu ya mtu mwenzako aliuko na kuna na kuna kuna roho fulani sijui watu wako nayo mi kuna, kuna clip moja nimeiona, mtu kashika kichwa cha mtu mm. Alafu anapiga story ana ah yani, kwa sababu ya mazingira i mean niseme tu eh, Mungu atuepushie katika nchi yetu, na hivyo vitu visitokee, viwe hivyo tu vikiendelea, tukiviona mm. na, ku, na kuomba visiendelee huko viliko mm. Lakini kwetu sisi mi naamini haitatokea kwa uwezo wa Mungu kwa sababu ya usikivu wa viongozi wetu na vitu vingine. Lakini hichi kitu kwa kila mmoja akikitazama, umetoka kuongea hapa kwa hisia sana, unaumia naona, lakini na hakuna mtu asiyeumia. Kwa kwa hiyo ina maana ndio kitu ambacho kinafanyika kwa namna moja au nyingine, wakati machafuko yana yana yanaendelea, wao wanafanya hivyo. Umesema umesema wakalamusi ni nini? Yaani nikisema wakalamusi sitadio kwa wakalamusi, hmm. ni mtu mjanja Janja mjanja hivi. Yaani kama wewe uko baba. Ah va, watu wake anakuwa umesema Perret Anje, umesema mtu ya kujiongeza. Mtu ya yani ana yani kama yani anaenda yani, inchi au geni. Uh. Ah, na, anawachukua, wale, nini, ah na wale nini alafu, Anawapeleka kama hivi uh, anaenda, wanaenda Afrika Kusini, uh, Amerika, sijui Tanzania. Hmm. Yaani wana sana wanajua kule vita hawezi kufika. Na ndio maana hata na ndio maana hata ukiangalia watu ambao wana asili ya Kongo katika nchi tofauti na Kongo labda ma Tanzania, Botswana ni wengi ambao wanatokea Kongo wa mashariki mm. ni ngumu sana kutana na mtu anatoka Lubumbashi au mwana kini. Usha kutana na mwana kini hapa hapa Tanzania, ukikutana na mwana kini, yeah, mwenye anatembea zalo kula mwana, uh, mwana ya president mm. kwa sababu yuko sehemu Sarama, anatoka kule kwa oda mm, kuja Tanzania kufanya kazi labda mm, ni muziki au labda mm, kitu gani nyingine, ila sio kama machafuko ndio ni mkimbiza mm, ila mutu ya goma bakalimi bana bukavu mm. bana kivu mm. Hmm. Sasa ndio nakuta mapigano ndio inafanya watu sasa wana- wana wanaondoka wana- wanakuja wana, wana huko, hmm. Sasa tunaomba sasa, labda kuna kitu anajiuliza sana hmm. Panayo United Nations, UN, panayo na moja labda ya masadiki uh, na nini na hata juzi nimesikia pia hata Uingereza wameweka vikwazo kwa kwa kwa Rwanda ambao ambao tunaweza kusema pia ndio chanzo yani, Wakongo tunajua sisi Rwanda hmm. Ndio chanzo hizi machafuko na hata UN walishawahi kusema ku, ku hiyo kitu uko naona hmm. Eh, wamewekea vikwazo, nafikiri panayo haja ya, ya, ya, ya zaidi ya kuhakikisha kwamba basi wanaweka kama ni vikwazo au kama kwenda mbele kupambana zaidi na eh, M23 eh? inayo uh, sababu ya kufanya hivi ili kuondosha hizi M23 ukiangalia hata takwimu yao inaonyesha inayo inayo wanamgambo 3000 mpaka 4000. Ukiangalia ni wanamgambo ambao ambao labda hizi jumuiya sinaweza ku, uh, uh, kuje na kupambana nayo kuondoa kule. Sasa problem eh, yani muda muda mchache sana unaweza kuondoa. Eh, tatizo linakuwa nini? Sanini. Unajua kuna kitu kingine ambacho nataka nikupe hmm. kama ulikuwa ukijui ku, ku kuendesha vita hmm. au ku, yani ile production ya vita ile hmm. vita kupigana kutoka eh, Sinza Mugabe mpaka kufika Sinza makaburini hmm. Ni hela nyingi sana kweli, unajua yani, yeah, li... eh, yani kutoka hapo tukufika pale, pesa nyingi sana ndio maana maeneo nyingi za vita hmm. athari ya kwanza ni kwan, ya kiuchumi kwa sababu vita ni kitu ambacho inahitaji inahitaji inahitaji pesa nyingi sana, ili kifaru mafuta ya kifaru kutoka hapa mpaka Kimara tu, huwezi ingia vitani kama hujajipamba uko. <laughs> <laughs> Naona sasa ndio useme uh, upambane upambane. Sasa angalia vita Kongo uh, karibia miaka ngapi thelathini, watu wanapigana, zinatulia inaibuka tena, zinatulia inaibuka. Ndio maana unaona wanajichanga wanajichanga eh la, la, na yote ukiangalia uh, inaumiza, unajua sio yeah. Kama labda anacheka nafurahi na mm -hmm. Lakini inaumiza sana, inaumiza mm -hmm. Na inafundisha, inasikitisha pia, unajua kuna kwa nini mimi nimechokoza nime, nime imada mm -hmm. Nimechokoza kwa sababu wako baadhi ya uh, Watanzania Mungu awasamee kwa sababu wajui walitendalo mm huo -hmm. Wanasema bora vita kama ushakutana nao watu mm -hmm. Eh, ni bora vita tu tu yaani eh. Eh, mtu unajua kabisa kama ana akili vizuri mm huwezi -hmm. ku, ku, Tanzania eza mbuka eh, ya nzambe we, we, unazungumza vitu vya kipumbavu, unakutana na nani? Kwa sababu ya na, uh, wa mwemuko niseme tu kitu kama utakutana na mtu anaombea vita Tanzania mm. Uyo mtu unabidi umuchukulie kama adui kama, kama adui ndio namba moja kama aza setan mlimu moko Eh. Kwa sababu angalia tena, nataka nikwambie kitu kimoja. Ukimsikia mtu yote ambaye anaomba vita anasema bora vita, yani huyu mtu hata kwenye jamii ni mtu wa kutengwa, ni mtu ambaye anaomba vitu vibaya, vitu vya hatari sana, yani vitu vya kipumbavu. Unajua, mimi nitumie nafasi hii pia kwenye hii mradi koma kuzungumza mambo haya mawili kwanza Mungu ibariki Tanzania na Mungu abariki wa Tanzania pia kama ilivyokuwa nyimbo yetu Mungu abariki na Afrika kwa ujumla. mm -hmm. Yes uh, na vile ambavyo nyimbo yetu ya taifa inasema mm -hmm. hivyo ndivyo tunacho tunachokiomba, lakini pia kitu kingine, Mungu aendelee kumpa nguvu Daktari jemedari Mama Samia aendelee kumpa nguvu kwa maana gani? kila jaye koshari Mungu ajue yake siri na ivunje yake dhamiri isiweze kusimama mbele yake, kwa sababu wanajitahidi katika mawanda mapana sana ya kuhakikisha kwa namna moja au nyingine watoto wake wanakula. Kama unavyoona kuku na watoto wake, atamvua ikinyesha yuko afadhali ya Roane yeye, lakini watoto wasipate tatone tone la maji, umeelewa? Lakini pia nitumie jukwaa hili pia kurudi kwenu kwa kuomba, yaani kwamba kwa wakongomani wa kwa, Umenifahamu kuwapa pole kwa yanayoendelea, lakini Mungu pia awape nguvu na roho ya kijasiri. Ipo siku yataisha, siku ya Mungu inakuja na siku zitakoma, jua litachoma, litagoma kuchomoza sio kwa hiyo. Huyu tunaombea sana kwa lugha ya Kiswahili nimezungumza, lakini pia kama mnaweza kufanya kwa lugha ya Kongo mkazungumza pia, tunawezekana tukawa tumekomboa maadili au tumekomboa mazingira tayasema labda Kongo kwa kuombea, alafu Petit utajaribu kuiweka sawa hapa, alafu watu waendelee kulambaza nami wapate maarifa stahiki. labda kwa kumalizia tu mm, mi niseme Tanzania, mi ni kitu ili nishangaza amani ambayo iko Tanzania, utafikiri ni ukumbi ya, ya, ya malaika mm. Tanzania mtu ana miliki nyumba ya milioni mia mbili mpaka mia tatu b, alafu inalindwa na masai kwa na, masa, na fimbo <laughs> Tanzania mtu ana gari Azana mutuka ya mbongo ebele ana gari ya karibia milioni mia tatu mm. Alafu inalindwa na mlinzi, unajua anaenda kazi amelewa, unavyozungumza hivyo yeah. akili mimi imekuja haraka haraka hapo, nje nimepaki gari yeah. gari yangu alafu hapo nje najua kuna mateja kuna nini, kuna nini, yeah. alafu hakuna mlinzi hakuna nini, na sina hakika kama gari imefungwa uvipi, lakini nikitoka gari yangu ndawasha na itakuwa salama ni kitu yeah. ya ajabu sana. Tajili anaenda anaenda ba anatunza anatunza karibia milioni kumi ya wasanii, bashante apesi bango bashante mbongo ebele. Alafu walinzi wake tunasema ana mulinzi walinzi pekee aliona machawa wameelewa, na narudi nyumbani na anafika salama. Tuombe dua na Mungu ape nguvu, wasimame imara. Alafu bwana atatafsiri yaani uh -huh. ya mi kitu kya kusema pale uh -huh. kufatana na Kongo yetu uh -huh. Mungu atusaidie sana ya hey. Kwanza nataka uambie kwa wasikie diebeni le kongolezi atule kongolezi oh, okay. la premiere chose mm. la deuxieme chose mm. amna kitu kinashindikana mbele ya Mungu mm. mm. vraiment mm. amna mm. sisi kwetu tunaona kama ni, ni possible ni mm.

Amen, amen. Najua wanaweza kuwa wamesikia na ikawa imewafikia kwa sababu katika huu mradi koma, huyo hapa ni mshititi wa lugha au shina adhimu ya Kiswahili na nikalitoa jukwaa hilo pia tutumie hivi kwa ajili ya kuweza kujenga maadili kwa namna moja ama nyingine, lakini Mungu aendelee kudumisha amani ambayo sisi tuko nayo e. Kwa namna hiyo niseme tu kwamba endelea kulambaza nami ili uweze kupata maarifa stahiki. Nilikuwa na ndugu yangu MC Petit akiwa eh, na mke wake wa mawio kwenye tamthilia ya Mawio. Amefanya vizuri sana na kitu ambacho nimependa pia, leo wamekuja pamoja. Sifahamu kwamba ule unasibu wa kwenye Mawio ndio umekuwa mpaka nje au <laughs> au vipi? Shukrani sana na asante sana kwa kila ambaye anaweza ku, ku, ku, ku, ku, kufuatilia show hii popote pale ambapo alipo. Usiache kusubscribe, usiache kucomment, usiache kushare kwa sababu ukilambaza nami unapata maarifa stahiki.